Naam, tukigeukia spoti sasa, ni kwamba serikali ya kaunti ya Nairobi inaendeleza kwa kasi ujenzi wa viwanja vya kisasa ukiwemo ule wa Joe Kadenge ambao awali ulijulikana kama City Stadium. Mwana spoti wetu Lukman Mahmud ametembelea viwanja hivyo na kuandaa taarifa inayofuata sasa kuharibika kwa zulia za nyasi bandia, uwanja huo wa siti wenye historia ulisalia mahame, ila kwa sasa matumaini ya kurudi kutumika tena na karibia ukarabati ukifikia asilimia 80, kulingana na waziri wa michezo kaunti ya Nairobi Brian Mulama. Kukamilika kwa uwanja huo kutatoa nafasi kwa vijana kukuza vipaji vyao kando na kuandaa mechi za ligi kuu nchini. Itafu ambayo imetengenezwa hapa imetoka kule Holand na inakuja inafikisiwa na uh, wale wataalamu kutoka kule Holand ambao wanaelewa kuweka Uh, unajua hii kiwanja ya City Stadium the last time ilitengenezwa ilikuwa ni 2010, imechukua miaka 15. Kama hakuna serikali yote ambayo iliweza kutangulia ikuja katengeneza, so this is the first time serikali ya Gavana Sakaja imeweza kuchukua hii nafasi mm -hmm ya kuweza kushughulikia viwanja. Tulianza kusema kwamba kwa manifesto ya Gavana Sakaja ni kwamba tunataka make sure kwamba tuna nurture talent halafu tuna monetize the same talent. Viwanja vingine vinavyojengwa ni pamoja na ule wa Woodley mtaani Kibra Kihumbuini na ule wa Mwiki, ambavyo vitakapokamilika vitarudisha Nairobi kuwa kitovu cha ukuzaji talanta. Hiyo Dandora inatumika sana mpaka kuanzia asubuhi mpaka maeneo ya usiku, andiposa gavana akaweza kutoa amri ya kwamba tuweze kuharakisha hizo viwanja zingine, na unapata ya kwamba hii viwanja si itasaidia tu wakazi wa Nairobi peke yao, itaweza kusaidia uh, Kenya mzima kwa sababu clubs zinatoka Kenya mzima zinakuja kuchezea hapa Nairobi. Kabla ya kufunguliwa rasmi, maafisa kutoka FIFA watakuja kufanyia majaribio wa viwanja hivi na kisha kuviidhinisha kutumika. Kando na kuafikia manifesto ya serikali ya kaunti ya Nairobi, utakapokamilika uwanja huu wa Joe Kadenge utaweza kusaidia pia katika kukuza soka ya humu nchini. Lukman Mahmud, Citizen Nipashe.